Yesu wangu my name is Elvis Afanda from Viga County i'm officially called Elvis Afanda comedian I'm a, I'm a gospel music producer i am a gospel songwriter in gospel i come from Viga County and i love you so much you listen to this song please enjoy the song a, it has not been released or, or produced

Japo marafiki waweza kunitenga, japo hata ndugu na jamaa waweza kunitenga, lakini wewe Yesu wangu unanifaa milele, lakini wewe Yesu wangu unanifaa milele. Nasema Yesu unanifaa, Yesu wangu, Yesu unanifaa Yesu wangu unanifaa Yesu unanifaa Yesu wangu unanifaa Yesu unanifaa milele. Wakati ndugu na jamaa waweza kunitenga, wakati marafiki pia waweza kunitenga, wakati warembo wote waweza kunitenga, najua wewe peke yako unanifaa unanihitaji, Yesu ninakuhitaji Yesu, hakuna mwingine kama wewe Yesu unanifaa. Imba Yesu unanifaa, sema Yesu, Yesu unanifaa, unanifaa, unanifaa Yesu unanifaa, unanifaa, unanifaa una Yesu unanifaa me le enjoy the song elvis afanda comedian i love you so much may god bless you thank you